Tai Media ulipo tupo, twende pamoja. Imekuwa ni kawaida kwa makundi mbali mbalimbali nchini Tanzania kuanzisha umoja ambao wamekuwa wakifanya shughuli mbalimbali za kijamii, lakini imekuwa tofauti kwa umoja wa madereva na makondakta wa gari za Mbeya Tukuyu na Kyela, yaani Mbetukye. Umoja huu umekuwa ukifanya shughuli za kijamii, kusaidiana kwenye changamoto mbalimbali, lakini pia hawajaacha kusaidiana kwenye shughuli za kiuchumi. Kutokana na umoja wa Mbetukye kushikamana na kuamua kuinuana kwenye shughuli za kiuchumi, benki ya CRDB imekopesha pikipiki mia moja kwenye umoja huo kwa lengo la kuwaingizia kipato. Hafla ya wa kipato. Pikipiki 100 e, za wanachama wa chama cha umoja wa madereva wa gari za Mbeya Tukuyu na Kyela Mbetukye siku hii ya leo, zoezi ambalo litaongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa John Chimbi, mashauri ya jiji la Mbeya kupunguza kidogo e, yale makali kidogo ya maisha, kuhakikisha kwamba basi vifaa hivi vinakwenda kuwasaidia kwa namna moja au nyingine katika kukuza kipato chao. Akisoma risala katibu wa MBETUKYE Daniel Jackson Moses ameeleza changamoto anazokutana nazo kwenye umoja huo. Ndugu, awamu hii ya uongozi iliingia madarakani mnamo tarehe 31 mwezi wa 10 2023, mpaka sasa uongozi huu una muda wa mwaka mmoja na nusu, na katika kipindi hiki cha uongozi wa MBETUKYE umeweza kujipambanua kiongozi na kimona katika kaia kukuletea chama maendeleo pamoja na wanachama wake pia. Ndugu mgene rasi, kimsingi kazi yetu hili ya kazi yenye riski nyingi ya changamoto mbalimbali. Moja ya changamoto inazotungana nazo nikukosa kukosa kaa ya kazi, kukosa huduma za msingi toka kwa wahii wetu, kama vile matibabu, il tunapopata majanga ya ajali, kukosa michango mbalimbali ya kijamii Kami, kama vile na kadhalika kama tunavyopata waajiriwa wengine ambao wako kwenye ajira rasmi. Hii inatokana na ajira yetu hii ya udereva upande wetu kutokuwa rasmi. Hii ni lazima tujiongeze na kutafuta namna ya kuboresha maisha yetu na familia zetu kama madereva na makondakta. Ndugu mgeni rasmi, madereva hawa na makondakta ni watu muhimu mno katokojeza na taifa letu. Kwani kazi yetu hii ya usafishaji ni kazi inayohusisha kusafisha nasi watu wa hibu, ina itali, ina kili, na mali zao, hivyo inahitaji utulivu wa akili na utimamu ili aweze kutekeleza majukumu yake kwa ufasaha. Kwa kuzingatia umuhimu hiyo, Uongozi wa sasa Mbetukye umekusudia kuwafanya madereva na makondakta hawa kuondokana na changamoto za kiuchumi zisizokuwa za lazima ambazo zinaweza kuwafanya madereva na makondakta hawa, hawa wasiwe watulivu na, na kwa kutosha pindi ma, wanapotekeleza majukumu yao, baada ya kumaliza zoezi hili kuwapatia wanachama wetu. Uongozi wa Mbetukye tunatarajia kuwakatia bima za afya na maisha kwa wanachama wetu. Si madereva hawa unaowaona muda wote wao katika hatari ya kupata ulemavu au vifo hata kutokana na aina ya kazi zetu, lakini madereva hawa hawana bima, ila madayi yanayoendesha yanalima na matajiri wetu hawa kukatia lima. Hivyo basi dereva akipata ajali akaumia au kufariki ni hasara kwa, kwa chama na familia yake. Kwa kuziona hatari hizi, hizi, kama viongozi tumeona tuweze kufikia mapana ya wanachama wetu ili kuona namna bora ya kuwatengeneza kuwatengenezea mazingira rafiki wanachama wetu, ili hata wanapopata changamoto basi sikuwe na mazingira ambayo yatakuwa na wafadhili kwao. Mheshimiwa Spika, tukipata changamoto za kiafya au ajali na, na tukashindwa kufanya kazi, kuwa tunageuka tuna ombaomba na familia zetu tukuwa zinakuwa kwenye wakati mgumu kama kwenye wakati mgumu sana. Jambo hili linaumiza sana na kutuhuzunisha hivyo, ni lazima madereva na madarakta tujidastisi ipasavyo ili kukabili changamoto engi. Ndugu mgeni, katika swala hili la kuwakatia bima madereva wetu, tupo katika mchakato wa kuangalia ni taasisi gani ya bima ambayo tunaweza kufanya nao kazi siku za usoni. Ndugu mgeni tunaomba kuunga mkono na serikali ya Jamhuri ya Tanzania inayoongozwa na Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali yetu ya mkoa na wewe binafsi kama gumbe wetu, wakati tunapoanza mchakato wa kuwapatia bima malewa wetu, kwani tuna wanachama mia tano ambao wanahitaji bima hizo kwa ajili ya mtakabali mwema wa maisha yao na familia zao siku za usoni, hivyo tunaomba sana Mheshimiwa Spika, wakati huo ukifika, kama serikali tuunge mkono kwa hali na mali, kwani tunaamini tunaamini maono haya ni maono yenye tija kwa madereva wetu na familia zao, kwani uhakika wa matibabu kwetu na la familia zetu ni jambo la msingi sana lenye umuhimu wa kipekee kabisa. Changamoto kubwa ni kukosa umoja na ushirikiano kweli miongoni mwetu, kama wanachama wa MBETUKYE, kitu ambacho kinafikisha juhudi zetu katika suala zima la kufikia malengo tuliyojielekea kama viongozi. Kimsingi, nitumie fursa hii kuwaeleza wanachama wa MBETUKYE kwamba tuko hapa kuwatumikia na kufanya vitu vitakavyogusa moja kwa moja maisha yao na familia zao ili kupunguza changamoto cha za kiuchumi kwenye familia zetu, au tukipata changamoto yote ambayo inaweza kutufanya tusifanye kazi tusifanye kazi, kazi. Tuwe na mahali pa kuegemea. Kama wanachama wote tunaweza kama tunawaza, kama uongozi huu wa igeki Azizi Mwangelea ni jopo na jopo lake ake unawaza dhahiri, ni chama hiki kinaenda kuwa taasisi kubwa na maguti siku zote na kuenenda kuwa chombo kinachomamba na heshima inayosabiliwa wanachama chama. Kwa kuhitimisha, nirudie kusema tunakushukuru sana wewe binafsi kwa ushirikiano wako unaotupa kila natama kuhitaji. Tunakushukuru pia uongozi wa serikali yetu ya mkoa na umo vyake vyote na kila mmoja ambaye amekuwa msaada wetu kama viongozi na chama chetu kwa ujumla. Kipekee kabisa, Mheshimiwa Spika, tunaomba tufikishie salamu zetu kwa viongozi wetu wa juu wa nchi wakiongozwa na Mheshimiwa Rais wetu D Samia Suluhu Hassan. Tunawatakia amani moja na mshikamano na utulivu kuelekea uchaguzi mkuu, na tuomba amani na tunamwomba Mwenyezi Mungu ailinde ainike taifa letu. Kazi zimefanyika na zinaonekana katika hafla ya kukabidhi pikipiki hizo kwa MBETUKYE, mgeni rasmi alikuwa ni mkurugenzi wa jiji la Mbeya, John Nchimbi, aliyemwakilisha spika wa bunge la Tanzania Dr. Tulia Ackson Mwansaso. Akizungumza mara baada ya kukabidhi pikipiki hizo, mkurugenzi wa jiji la Mbeya Nchimbi ameahidi kuendelea kushirikiana na umoja huo. Lele,

Mtu akiona ikikijiki leo zimetolewa zimegawiwa, anashindwa kujua kwamba jambo hili nikufanya, kwa sababu kumekuwa na kuonya. Ukiwafanya viongozi wenu wawe na wasiwasi kwamba kesho ke tunapinduliwa, kesho tunaondolewa, kesho tunafukuzwa, hawawezi kutumia akili yao kuwadikisha wa unabadilisha maisha yetu namna hii watatumia akili yao kuhakikisha wanariba ili kesho waishi maisha mazuri. Hoja <laughs> <laughs> so, ya kitu cha kufanya viongozi watulie na kufanya kazi yao kwa mafanikio ni kuhakikishia usalama wa nafasi zao. Badala ya kuwa bize wakitafuta fitina, vita na ugomvi, watakuwa bize wakijaribu kubadilisha maisha ya wanachama wao yawe bora zaidi. Aidha, Nchimbi amewapongeza Mbetukye kwa namna wanavyofanya shughuli zao na kueleza kuwa ni mfano wa kuigwa kwa vyama vyote vya umoja wa madereva nchini Tanzania. Naendelea kuamini kwamba nyinyi mtakuwa kati ya wawakilishi na chama bora cha madereva kilichoko katika nchi ya Tanzania. Na kitatoa mfano kwa vyama vingine. Endeleeni kushirikiana. Kilichofanya mkawa hapa na kufikia hapa ni ushirikiano wenu. Akili yenu nyinyi wenyewe na, na hivi ndivyo Tanzania tunayoitaka. Tunataka Tanzania ya watu ambao wa wanatambua wanaweza kutumia fursa zilizokuwa nazo kujiendeleza badala ya kusubiri mbunge apite waanze, mheshimiwa mbunge, shilingi elfu mbili tunaomba elfu tatu itaweza kusaidia. Elfu mbili na elfu tatu nini, nini mimeona mbali, mmemtaka mbunge ahakikishe chama chenu kinakuwa imara chama chenu kinalindwa, kinafanya kazi zake. Tunakwenda kuangalia tini pasenti tunaenda kuwapatia namna gani inabadilisha maisha yenu. Hivyo ndivyo tunataka watu wengine wawe na mtazamo huo katika nchi hii, na kupitia jimbo la mheshimiwa Tulia tutakwenda kuibadilisha majimbo mengine na maeneo mengine kuwa na vikundi kama hivi vinavyoweza kubadilisha maisha, kujenga ajira na kuwapatia watu kipato. Sasa hivi hatuna tena Mbeya ya watu wanaokaa wiki nzima wamechoma matairi Mwanjewa eti wanapambana kumbe hawana cha kufanya. Leo hii watu mnacho cha kufanya, mko bize mnapambana na kazi, lakini ninaomba kuwapongezeni sana kuwashukuru sana kwa kutekeleza sera za serikali kwa vitendo, kwa kujitoa kwenu, lakini kikubwa kwa kuweza fanya mambo yanayowapatia ajira. Asante sana, na wapongezeni sana na ongeeni sana viongozi wote wa Mbetukye vio, kwa kuwa viongozi bora. Michael Duncan Mbetwa ni makamu mwenyekiti wa Mbetukye ametoa shukrani kwa niaba ya madereva na makondakta huku akiwasisitiza kuendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi. Asante, asanteseme nitoe shukurani takati kwa uongozi wetu wa serikali kwa kutukabidhi pikipiki. Lakini nizungumze lakin, na madereva madereva, sasa hivi angalieni, sisi ndio viongozi wenu. Wakati mwingine tunafanya kazi ngumu, lakini bado tunadhalilika. Kifika hatua mtuheshimu kama sisi so, wajamani, lakin, elu, pikifiki, kaziota, ni viongozi wenu sawa. Jamani, hizi pikipiki unaweza kuziona ni matiara kwa sababu zimefika lakini kuna wengine waua wakimea ukihesabu humo unegua napiatua aa amba esiozwenu mtafika mbali, lakini mkiwadharau hatutafika mbali. Mtazamaji wa Tai Media, endelea kusabskrib kuliki na kukomenti kwenye chaneli yetu, ili wa kwanza kupata habari zetu. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe, Tai Media. Ulipotupo twende pamoja